Waza, waza, waza na hizi ni habari njema kwa wakazi wote wa Moshi pamoja na Arusha. Leo nimekuja na kampuni kubwa ya KCC Electronics Repair. Hawa ni wauzaji wa, wa vioo vya TV flat screen za aina zote, lakini pia ni mafundi bingwa wa kutengeneza TV flat screen za aina zote. Kampuni ya KCC Electronics, tunapatikana mikoa ya Kilimanjaro na Arusha. Tunapatikana Moshi mjini, maeneo ya NMB Mbuyuni na Arusha, tunapatikana maeneo ya Florida opposite na kanisa la Winners. Naposema TV inamaanisha ni TV flat screen na sio TV za vichogo eh. Kwenye mikoa ya Kilimanjaro na Arusha tuna maduka makubwa ya kuuza spare za TV za aina zote. Tunafanya marekebisho kwenye kio cha TV yako. Kama TV yako inaonyesha mistari mistari, au TV yako picha inacheza cheza au rangi mbovu, tunatumia zile mashine za kisasa kurekebisha kio cha TV yako. Na maanisha ni kio cha TV ambayo haijapasuka, na pia tunauza TV za mtumba kwa oda maalum. Unapiga simu, namba zetu ni 0692042705 au 0622803175 au unatembelea kwenye ofisi zetu ambazo zinapatikana mikoa ya Kilimanjaro na Arusha. Pale Moshi tunapatikana maeneo ya NMB Mbuyuni na Arusha tunapatikana pale Florida opposite na kanisa la Winners. Tunakuuzia vioo vya TV flat screen za aina zote kwa bei nafuu. Tunatengeneza TV flat screen za aina zote kwa bei nafuu. Usiogope kuhusiana na bei. Kwenye mikoa yote ya Arusha na Kilimanjaro tuna maduka makubwa ya kuuza spare za tv za aina zote, flat screen zile za kisasa. Tunaachana na tv za kichogo eh? na kama wewe unatumia tv za kichogo mpaka leo, njo kwenye ofisi za KCC Electronics Repair. Hapo unapata tv za kisasa kabisa, na ni kwa bei poa. Tunazo tv za mtumba na hizo unazipata kwa oda maalum, unatoa oda yako mapema na kutangazia tena namba zetu ni 0622 803175 06, au 0692 042705 ni KCC Electronics Repair eh? Tunapatikana Moshi mjini maeneo ya NMB mbuyuni pale, na Arusha tuko maeneo ya Florida opposite na kanisa la Winners kwenye mikoa yote ya Arusha na Kilimanjaro, tuna maduka makubwa ya kuuza spare za TV za aina zote. Unataka TV used, agiza na sisi. Unatoa oda mapema, unapata TV used katika size tofauti tofauti. Kama wewe TV yako bado inacheza cheza au TV yako inatoa mistari mistari au rangi mbovu, sisi tunatengeneza kwa kutumia zile mashine za kisasa. Tunaitwa KCC Electronics Repair Amnaaja tena kutupa TV. TV haitupwi wala TV haisuswi kwa fundi, tuletee yo TV. Sisi tunarekebisha kioo cha TV yako kwa bei poa, isipokuwa tu kile kioo ambacho hakijavunjika. Sio TV, ni kioo kilichovunjika.